Kwa ugonjwa wa kichocho umetajwa kupuuzwa katika maeneo mbalimbali nchini, hali ambayo huenda ikachangia matatizo ya uzazi miongoni mwa waathiriwa. Maafisa wa afya katika kaunti ya Vihiga wamewaagiza wakazi kuhakikisha kuwa wanapata tembe zitakazowasaidia kuangamiza chembechembe za ugonjwa huo. Harakati ya kusambaza dawa hizo pamoja na zile za kutibu minyoo zinatarajiwa kuanza rasmi mwezi wa Julai katika kaunti hiyo. Ukiangalia okay, kama ugonjwa wa Bilhazia uko katika wards 14 katika kaunti yetu ya Vihiga, sio noticed Bunyore peke yake, lakini kuna zile WHO thresholds ambapo kama hiyo ugonjwa iko above 2% then In a call for mass drug administration, hapo ndio huwa tunapeana dawa kwa kila mtu, lakini zile area ambazo ziko na viwango za schistosomiasis ama bilhazia ya chini ya 2% huwa tunapeana dawa kwa ile cases ambayo imepatikana ya watu wetu, maafisa wetu wa afya ya jamii public health officers na community health promoters, wanaenda nyumba kwa nyumba kuwahamisha watu kwamba kila mtu awe na choo na atumie na pia akitoka choo lazima nayo mikono kabla hajatengeneza chakula ama kukula chakula, pia wanayo mikono. Na katika Luanda market tunahakikisha kwamba wanasafisha uchafu yote isiende katika mibari.